Meja Edward Florin Gowele mkuu wa wilaya ya Tarime, idadi ni kubwa sana ya watoto ambao hawajaripoti mashuleni, na jambo hili ni wajibu wa wazazi pamoja na watumishi wa serikali wote kuhakikisha watoto hao wanakwenda shule. Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ndio kiongozi wetu mkubwa wa serikali ameshafanya wajibu wake mkubwa wa ujenzi wa miundombinu ikiwa ni madarasa pamoja na madawati, lakini watoto wengi hawajaripoti shuleni. Sasa natume muda huu kutoa maelekezo: kila mzazi ambaye ana mtoto anastahili kwenda shule, hakikisha amekwenda shuleni, na lazima watambue kwamba jambo hili sio ombi, ni lazima, kwa sababu elimu ni bure kuanzia awali mpaka kidato cha sita. Wajibu wao ni kupeleka watoto shuleni na nimeshatoa maelekezo kwa maosidi wote watatu wa wilaya ya Tarime, OCD Nyamwaga, OCD Sirari, OCD Tarime mji, kwa watendaji kata wote wa wilaya hii, lakini maafisa elimu kata, maafisa elimu msingi na sekondari, lakini tunao polisi kata kwenye kila kata. Eh, tunao watendaji wa vijiji, tunaanza zoezi la kuhakikisha eh, watoto wote wanakwenda shule na tuwatambue wote. Bahati nzuri tumeshapata majina kwa kila shule, kwa kila kata, ni watoto nani na nani hawajakwenda shule. Tutakamata mzazi na watakwenda mahakamani. Sasa ili uepuke hilo, hakikisha mtoto wako amekwenda shule, ameripoti shuleni ifikapo <laughs> kesho asubuhi watoto tuwameenda shule, vinginevyo tunaanza kukusanya. Tunawanyima watoto haki ya msingi ya kwenda shule ya kupata elimu. Tunatambua wapo wanafunzi ambao e, wameozeshwa tayari wako kwa wanaume ambao watakiwa kwenda kwa shule, lakini wapo ambao wana mimba, wapo ambao wako kwenye machimbo, wanatumikishwa kwenye machimbo wapo ambao wanafanya biashara maeneo ya stendi, sokoni na mitaani, lakini wapo ambao wanatumikishwa kama mahouse girl kwenye baadhi ya nyumba. Wapo watoto ambao uh, wametoroshwa wako nje ya nchi, manake kwenye nchi jirani, kama mnavyojua hapa tunapakana na uh, nchi ya Kenya, wapo huko. Wapo ambao wanafanya shughuli mbalimbali, uchungaji na mambo kama hayo kwenye mashamba. Sasa natoa wito kwa wananchi wote wa Tarime Ifikapo kesho, watoto wote wameenda shule. Hatutakuwa na huruma katika hilo, tutakamata na tutakwenda mahakamani, sisi tutakamata mzazi. Kwa hiyo maelekezo yangu kwa watendaji wote ni wataja hapo juu, kuwatambua ni mtoto wa nani, hayupo shule, kamata mzazi, peleka mahakamani. Hatutakuwa na huruma katika hilo. Idadi ni kubwa sana ya watoto, hasa kidato cha kwanza hawapo mashuleni. Wale watoto walio fail form 2 kwenda form 3, wamerudi wako nyumbani, wengine wameolewa. Wote warudi shule kama maelekezo ya serikali yalivyo. Lakini kingine kinachochangia utoro ni watoto kutopata chakula shuleni. Hili limekuwa tatizo Tarime. Tunapata mvua mara mbili kwa mwaka, tuna vyakula vya kutosha, hatuna sababu watoto wasipate chakula shuleni. Hii inasababisha inachangia pia kwenye utoro, lakini na malezi